Ebana inakuwaje karibu sana United Insider. Supporti chaneli hii kwa kuweka tu subscribe, bonyeza alama ya kengele ili kutisha zaidi. Manchester wanafanya mapinduzi ya kimya kimya, taratibu lakini ambayo yamepangwa kwa sayansi kubwa ya kisasa ya mpira wa miguu chini ya Ruben Amorim kwa msaada mkubwa wa nguvu mpya ya Ineos. Ineos wameweza kufanya mageuzi makubwa katika mfumo mzima wa kufanya usajili chini ya Christopher Vival, mashine ya akili ambayo inafanya kazi. Wanafanya maamuzi mapema, wanacheza na pressure ya soko na wanaupa muda kuweza kupata wachezaji bora zaidi, na mikataba imekuwa bora zaidi, ambayo si ya gharama kubwa. Hapa unaona Manchester wameboreka zaidi kwenye sehemu hii chini ya Ineos na mipango mikakati ya kwenda mbele. Carlos Baleba ni kipaumbele cha Manchester kwenye swala la kiungo kuelekea elfu mbili ishirini na sita Ruben Amorim yuko makini zaidi ya kuliko sehemu yoyote kwa sasa, akiangalia profile ya kutafuta kiungo. Kwanza, kiungo wa kusawazisha mchezo na kiungo wa kuunganisha sehemu ya ushambuliaji, kwa maana ya moyo wa timu. Na mpango wa siku za hivi karibuni wa umakini ni kijana kutoka Brighton, Carlos Baleba. Msimu uliopita ilielezwa thamani yake ni paundi milioni mia moja. Manchester hawakutaka kwenda kushoboka na hilo, wakatulia Kameruni haijafuzu kushiriki kombe la dunia, maana upepo umebadilika. Thamani ya Baleba hata kwenye ligi kidogo inaweza kapungua, na tunafahamu ubora wa Baleba namna ulivyo. Hili linaweza kufanya Manchester kumpata Baleba kwa thamani ambayo itakuwa haijapanda sana, kwa sababu hakuna spotlight kubwa, hakuna kelele nyingi za kuongezeka kwa value kutokana na kombe la dunia. Manchester wanaangalia uwezekano wa kumpata. Hili ni chaguo sahihi. Hii ni mega sign nyingine ambayo huenda ikawa sio ya gharama kubwa sana lakini ikawa ni sajili bora zaidi na ni sajili ya kimkakati chini ya Ineos na ni lengo kukamilisha dili hili mapema 2026 na kumsaidia Amorimu kwenda naye kwenye pre-season ili kujenga upya sehemu ya kiungo ya Manchester United. Elliot Anderson huyu ni muunganishaji wa mfumo, lakini yeye ana utofauti kidogo na Baleba. Pia Amorimu anamtaka kiungo huyu moja kwa moja kiungo ambaye amekuwa na wakati bora kwa sana kwa pale England. Elliot kutoka Nottingham Forest ana miaka ishirini na tatu. Amekuwa na rating nzuri. Profile yake kwenye msimu huu imekuwa ya maana. ni namba sita ya nguvu haswa ya kisasa ana akili ya namba nane an yani, ana nguvu ya namba sita, ana akili ya namba nane, ana uwezo wa kubadilisha tempo ya mchezo na takwimu zake zinambeba, anaweza kuiamua timu icheze inavyotaka. Waulize Liverpool katika uh, mchezo wao dhidi ya Nottingham Forest anafanya recovery nyingi uh, na zile wanaita pressing ni smart kabisa, na anaweza kupiga pasi ambazo zinaweza zikavunja uh, sehemu ya pili ya timu. Amorim anamtazama mchezaji huyu pamoja na Manchester wanamtazama na wanaona kabisa kwamba anafaa kuja kuiboresha sehemu ya timu, hususan sehemu ya kutengeneza muunganiko kati ya ulinzi na kuelekea ushambuliaji. Hili ni chaguo jingine na inaelezwa kwamba Forest watataka paundi milioni mia moja mpaka mia moja na ishirini lakini hela huenda kasi sio changamoto tena, kwa sababu Manchester wanaweza kujareti fedha kwa kuuza nyota wengine. Huyu ni profile ya sasa ya soka la England na Manchester hawana njia nyingine mbadala bali ni kufanya usajili huu ili kuweza kuirejesha Manchester kwenye sehemu ya ubora zaidi, haswa katika daraja la juu. Huyu ni moja kati ya viungo ambao wanamwangazia na inasemekana Manchester haitoshindwa kumsajili moja kwa moja. Ivan Toney, mtu mwingine ambaye ni msaada wa dharura wa Manchester United. upfront ya United bado haijaseto sana uh, wanahitaji striker aliyekomaa zaidi. Zexi yuko pale, ana kipaji lakini bado ameshindwa kufikia ubora. Chesko hawezi kutosha msimu mzima peke yake, hata kama atakuwa yuko fit na akiendelea kufunga. hapa ndipo tunamtazama Ivan Toney kutoka Saudia ambaye amefunga goli 41 na, na kutoa assisti tisa katika michezo yake 59, anataka kurejea England ili aweze kupata nafasi ya kuitwa timu ya taifa Englandi, ya England chini ya Anco Tom tuko kuelekea kombe la dunia. Njaa yake ya kurejea Premier League huenda ikawa ni njia nzuri ya Manchester, ama advantage nzuri ya Manchester kuweza kumshawishi kurejea England na kumchukua kama mshambuliaji mzoefu ambaye anaweza kupartner na, na Shesko au anaweza kuwa msaidizi wa Shesko na inaelezwa yuko tayari kupunguza bei yake ili kurejea England mapema Januari. Huu ni mashine nyingine ambayo Manchester wanaweza kuitumia katika kulijenga au kukijenga kikosi cha United chini ya sera mpya ya Ruben Amorim pamoja na Ineos. Lakini usiache kusubscribe, like na kushare. Niko kutoka pale Borussia Dortmund, hiki ni kifaa kingine cha ulinzi kitasa ambacho kiko vizuri sana katika safu ya ulinzi. Amrim ametoa ombi la kushangaza inavyoelezwa, kwamba anamtaka beki ambaye sio mnene tu bali ni beki ambaye ni mwanazuoni wa mpira, na hili ndipo linapokuja chaguo lao likienda kwa Niko kutoka Borussia Dortmund Mjerumani, mwenye uwezo mkubwa wa kufanya building kuanzia chini na kutuliza mpira na kuanzisha mashambulizi na hata kuyatuliza mashambulizi ya timu pinzani. Niko amegoma kuongeza mkataba chini ya kocha Niko Kovacic pale Borussia, mkataba wake ukimalizika elfu mbili ishirini na saba na anataka kuondoka. Bei yake bado haijakuwa kubwa hii kubwa hii ni wose wanaweza kutumia presha hii iliyopo kwa sasa kupata nafasi ya kumsajili, na kina Christopher Vivell na watu wao inaelezwa wamekusha kumwangalia Niko. Amorim mwenyewe kaingia kwenye mazungumzo akisema anamtaka mchezaji wa aina hii na ni profile ambayo Manchester inahitaji kuja kuiboresha klabu kwenye eneo la ulinzi. Huyu ni mlinzi ambaye anahitajika Old Trafford kuja kuongeza ubora, na kama Manchester anaweza kusajili katika mfumo huu mpya wa kusajili kwa mujibu wa matakwa, sio majina, basi Manchester huenda ikarejea kwenye hali ya zamani. Mipango hii ya kimya kimya ambayo wanaifanya United, bila shaka hapa ndipo tunaposema Manchester wanafanya mapinduzi ya kimya kimya, wanamtafuta Baleba, Anderson, wanaangalia mshambuliaji na nyota wengine ambao wanatajwa kina Angelo Stiller, huenda ikawa ndio sehemu sahihi ya kuweza kuiboresha Manchester. Sio jambo la bahati tena, ni mipango mikakati ya kuweza kurejea katika ngazi kubwa ya soka la Ulaya. Tutaangazia watu ambao wanatafutwa, sio majina makubwa, bali na wachezaji ambao wanaweza kuja kufiti kwenye maeneo muhimu ya klabu ya Manchester United. Niandikie maoni yako hapo chini, unafikiri huu ni wakati sahihi ambao Ineos na Amorim wanaonyesha njia ya kuirejesha United katika ubora ambao ilikuwa nao zamani? Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kupitia hapa hapa United Insider.